Bismillah. Huu ni usahisho wa kazi ya Kiarabu, kazi ya maswali ya Kiarabu ambayo niliyatuma jibu sahihi.

huyu ni mjomba wangu wa hadhi. Khalati na huyu ni khalati yangu mdogo, au mama mkubwa. Hadha sadiqi, huyu ni rafiki yangu wa kiume, au kwa mwanamke hadhi sadiqati, huyu ni rafiki yangu wa kike, mfano hivi. Hadha jari, huyu ni jirani yangu wa kiume. Hadhi jarati, huyu ni jirani yangu wa kike, na mfano hivyo. Swali mbili, kwa nimeenda hospitali leo kwa kiarabu ni nimeenda hospitali leo kwa jinsi hii, kwa ni dhahabtu ila almustashfa alyauma dhahabtu ila almustashfa alyauma. Tunachagua hapa, ilikuwa ni dhahabtu ila almustashfa ams. Ni jana, dhahabtu ila almustashfa ams, ama jana. Atatu, Muhammad ameenda sokoni kwa Kiarabu ni hapa, jinsi hii ilikuwa ni dhahaba Muhammadun, Muhammadun dhahaba ila suqi, ila suqi aa ma aaa wa kasra, Muhammadun dhahaba ila suqi, Muhammadun Muhammad, ila, ku ila suqi na, ka

Chaguo lingine ambalo wengi walichagua hapa ilikuwa hadha albayt jamil. Hadha albayt jamil, hii nyumba hii ni nzuri. Kutoka India, muhammadun min alhindi, kwa sahihi likwani Muhammadun min alhindi aa kasra moa aua ma lingine likuwa ni namba sita, unda sentensi tano zenye sifa na nasifi sentensi tano zenye sifa nane, sio. Kuna baadhi alhamdulillah, wajibu naam. Tupitie kwa haraka haraka, neno moja ni sentensi ambayo iko juu hapo, hadha baitun jamilun, hii ni nyumba nzuri. Jamilun ni sifa, baitun ni kinachosifiwa, naatun na naudun. Sasa hadihi sa'atun jamilatun, hii ni saa nzuri. Sa'atun ndiyo kinachosifiwa, jamilatun ndiyo naatun, sifa. Yanaweza kusema

Katika zote hizi bintun dhakiyatun. Namba saba kuna sentensi tano tano, na kushuka chini tano, la nne na tatu watu hawapiti na mudhafu ilayhi. Ukisema hadha abi, baba yangu, hii ni mudhafu na mudhafu ilayhi. Abi ni mudhafu ilayhi

Tuliyojifunza hapa fanyia kazi sasa. Zungumza hata kama unafahamu maneno kumi tu. Utashangaa maneno kumi ambayo unafahamu unaweza kuyatungia sentensi nyingi tofauti tofauti. Kuliko wewe kukaa kusubiri ufahamu maneno mengi, ndio unachokupeleka hata yale ambayo unafahamu machache ukayasahau pia. Hayo machache uliyokuwa nayo unaweza kuyatungia namna tofauti za kuzungumza. Na ukaweza kuzungumza ukafanyia kazi na hiyo, kwa sababu ya kupata msamiati mwingi zaidi inshallah. Kwa hiyo zungumza. Usisubiri uwe na usubiri uwe kamusi na maneno mengi. Unaweza kuzungumza kwanza, huto kuwa kamusi, lakini pia utasahau hata yale kwa ambayo unafahamu. Hiyo kwa zungumza kile kidogo kidogo unachokifahamu na mengi yatakuja insha Allah. Asalamu alaykum.